Washukuru pia TRA kwa jinsi ambavyo wameendelea kujipanga na kutekeleza yale ambayo tumekuwa tukiwashauri kwenye vikao vyetu, na mpaka kufikia ufanisi wa asilimia mia moja na mbili katika kukusanya mapato ambayo tulitegemea katika malengo iwe bilioni 1 milioni 188,221,465 na senti 42, lakini wakafanikiwa kukusanya bilioni moja milioni mia mbili ishirini na mbili elfu mia mbili hamsini na moja mia moja sitini na nane na senti arobaini na mbili. Hivyo tuwapigie makofi tele kwa kazi. Lakini jambo la pili ni washukuru ninyi wajumbe wa kamati hii ya ushauri wa kodi kwa jinsi ambavyo mmeendelea kujitoa, kutoa mawazo na ushauri na kubuni na kufikiria vyanzo vingine vipi ambavyo TRA inatumia katika kukusanya kodi. Kipekee tuwapongeze leimeta kuwekeza katika wilaya yetu ya Tanganyika shule ya sekondari nao wameingia kuwa sehemu ya walipa kodi katika wilaya yetu. Sasa mafanikio haya ni kwa sababu tumepata wawekezaji ambao wameendelea kuja Tanganyika. Tumshukuru mkurugenzi kwa sababu aliweka mazingira bora sana, kwa kwanza kuwapimia ardhi yao kuwapatia ardhi na hatimaye kuwapa wataalamu ambao walifanya miongozo pamoja na wawekezaji wengine wa viwanda na maeneo mengine yote. Sasa katika kikao chetu cha leo, baada ya kuwa na mafanikio haya, hatuwezi kubweteka. Tumeendelea kujipanga tena, na moja mambo ambayo wajumbe tumekubaliana, ambayo tutakwenda katika hizo, la kwanza ni kuendelea kutoa elimu kwa mlipa kodi. Tunatambua kwamba kizazi chetu kinakuwa kila siku na kila wakati tunapata wafanyabiashara wapya. Kwa mfano tumekuwa na wafanyabiashara <clears throat> walipa kodi wapa waliosajiliwa 145 ili hili ni ongezeko kubwa sana, haijapata kutokea tumekuwa na ongezeko la watu wanaotumia mashine FD machine watu 14, ilio ni ongezeko kubwa na ni matokeo ya kutoa elimu. Sasa tukiendelea kutoa elimu, kuna watu watavutiwa kuingia kwenye biashara, watasajili biashara zao, watachukua mashine kadri wanavyokuwa na hatimaye, watakuwa ni walipa kodi ambao wataongezeka. Na ni ukweli kwamba fedha ambazo sisi Tanganyika tumepata ambazo zimetoka na serikali kwa miradi mbalimbali zimetokana na kodi takriban bilioni mia tano na ishirini zimetokana na kodi. Bila kulipa kodi, tutafanya serikali ya data isiwe na nguvu ya kutosha kuhudumia wananchi. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuendelea kuwapongeza wenzetu kwa, kwa, kwa jitihada unazozifanya, lakini kwa taarifa ambayo kimsingi inaonyesha kila tunapokutana kuna hatua kubwa sana tunayoipata, tunayoisikia kwa ajili ya nchi ya kukusanya mapato, hasa kwa kipindi hiki ambacho kimekusanywa kwa asilimia mia moja na tano naamini makusanyo haya kwa kila mwezi ambayo ni malengo na baadaye wanavuka malengo kija kujumlisha kwa mwaka, maana yake ndio tumekusanya mapato kwa kuvuka kwa asilimia zaidi ya 100. Kwa hiyo mimi niendele tu kuwashukuru wenzetu, na naamini matokeo haya ni ushirikiano wa watu wanaofanya katika sekta mbalimbali na idara mbalimbali kwa ajili ya kuongeza, lakini pia na elimu kwa wenzetu ambao ni walipakodi. Kwa hiyo mimi niende tu kusisitiza tu kwa mwenyekiti kodi ndio kiini kikubwa cha kuleta maendeleo kwa Tanzania. Wananchi kwenye biashara walipe kodi, tupate fedha na baadaye fedha kwa sasa kwa rasilimali aa kutekeleza miradi na wananchi, ambayo naamini kabisa ndio wa meshima rahisi ko kuendelee tu kushukuru, lakini kupongeza mwenzetu na am moja na tatu ni jambo kubwa sana ambalo linafanyika katika wilaya yetu kwa sababu ni kitu ambacho hapo awali kulikuwa kujafikia. Lakini pia ni mashukuru kwa kwa ushirikiano wanaotoa kwa halmashauri kwa sababu tunapata kufanya nao kazi pamoja, hasa kwenye kusajili biashara pamoja na kufuatilia zile timu pamoja na zile tax clearance kwa wafanyabiashara wetu wamekuwa wakifanya kazi na biashara yetu mara kwa mara, lakini pia uh, wamekuwa wakifanya kazi kwenye kusaidia vikundi pamoja na watu wetu wa biashara. Jambo hili limeleta tija na kusababisha mapato kuongezeka kwa sababu kila siku wafanyabiashara wapya. Lakini pia nashukuru kwa sababu TRA sasa hivi uh, uh, wamepata wame, wame karibuni uh, wame milioni 279 ambazo zimetokana na biashara ya carbon sababu sisi tumekuwa mstari wa mbele katika kulinda misitu, na kwenye ulinzi wa misitu tumesaidia kuleta mapato. Kwa hiyo kwa ushirikiano wanaotoa unatusababishia sisi kupata mafanikio makubwa sana katika wilaya yetu ya Tanganyika, Tanzania. Tuna tunawashukuru walipakodi wetu, ushirikiano mkubwa ambao wanatupa ni ushahidi mkubwa kwamba kuna ushirikiano mkubwa, wanalipa mapato vizuri, na hii inatusababisha kuweza kufikia malengo yetu ya kila mwezi. Uh, kama unavyoona kwamba kwa kipindi chote cha kuanzia mwezi Julai mwaka jana mwaka 2024 hadi Aprili mwaka 2025 tumeweza kuvuka lengo tulilopangiwa kama wilaya Tanganyika. Sasa, tulipangiwa kukusanya bilioni 1 milioni 675, na tumefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 1 milioni 722 sawasawa na asilimia mia moja mbili. Kwa hii yote ni mazingira mazuri ambayo walipa kodi wamewekewa na serikali ya awamu ya sita, wanaweza kulipa kodi yao kwa hiari, kuchangia serikali yao kwa maendeleo ya taifa letu. Na tunawaomba wa, wazidi wa, wa kutupa ushirikiano, wazidi kulipa kodi kwa, kwa hiari, ili sasa serikali iweze kupata mapato kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo pia tunahamasisha walipa kodi wetu waweze kununua na kutumia mashine za kutolea risiti za EFD. Mashine hizi zinatunza kumbukumbu sahihi za biashara zao na kunakuwa na ukadiriaji wa wazi kwenye biashara zao, ukadiriaji unakuwa rafiki na kodi analipa kodi stahiki kulingana na uzunguko wa biashara kweshumua. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.